Ah. Guys please, soma posti hii ya Harmonize ambaye ameposti kwenye Instagram yake, yaani sijui Harmonize ni mtu gani, yaani hataki kuelewa. Baba Levo kila siku anaongea ukweli, kuna muda anajichanganya, lakini Baba Levo kiangalia ukweli wake, anaenda kwenye pwenti, Baba Levo <laughs> yani, Harmonize. Kipindi cha nyuma, Mnaiza alikuwa anasema Mondi kanisaidia hivi na hivi, kanisaidia mengi, yule ndo baba yangu, kanitoa kimaisha, kanifanya hivi. Lakini sasa hivi ndo kipaumbele cha kumtukana Mondi. Sasa hivi ame, amejeuka kwa baba Levo. Baba Levo ubunge amechukuliwa yeye, yan anapambana kivyake, sio Mondi anampambania baba Levo, anapambana kivyake so usichukue Mnaiza, usichukue ugomvi wako na, na diamond halafu mtie baba levo baba levo hana tatizo yoyote sijui kama mnaelewa yaani kuna vitu tunabidi hata tuwe tunajifikiria baba babalevo <laughs> hakiri kichwani